Kwanza kabisa naanza na salamu, Bwana Yesu asifiwe wa watu wa Mungu. Mungu wetu anatupenda na ni Mungu ni mwema, lakini natumaini wewe unayeniangalia ni mzima wa afya, na napenda kuona uzima kwa sababu magonjwa sio fungu letu. Lakini kabla sijaanza chochote Natamani tumshukuru Mungu kwa sababu kila hatua inabidi umshukuru Mungu kwa sababu hujui vingapi amekupigania na mangapi amekulinda. Baba yetu na Mungu wetu, nasema asante kwa sababu ya muda huu na saa hii nakutana na watu wako muda huu na kuomba. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, Mungu achilia afya na uzima tunapenda kushukuru kuona Bwana, watu hawa wanaonitazama saa hizi wana afya tele, na ikiwa kama wana magonjwa Mungu angalia afya zao ukaziponye. Aa, ndugu mtazamaji, nilitamani kuangalia sehemu moja leo, tuangalie sehemu moja kwenye Biblia. Hivi unaelewa nini kuhusiana na maagano na kama uelewi basi nisikilize kwa makini sana. Maagano ni kila mtu, kila mtu aliyozaliwa ana maagano. Sasa inategemeana na maagano gani, lakini kuna watu wana maagano ya ukoo, na kuna watu wana maagano ya kimizimu, na kuna watu wana maagano ya kiganga sasa asilimia kubwa ninachotaka niongelee kuhusu maagano tutakwenda kuangalia kwenye kitabu cha kutoka sura ishirini na tatu ule mstari wa thelathini na mbili biblia inasema hivi usifanye maagano pamoja nao wala usifanye maagano pamoja, usifanye maagano pamoja na miungu yao Watu wengi dunia leo wamejifunga kwenye maisha yao, wanaona maisha yaendi mbele, wanaona matatizo, wanaona magonjwa, kumbe alishafanya maagano na miungu. Nikiongelea miungu, namaanisha waganga, namaanisha watu binafsi ambao wamejiwekea kwamba wana uwezo wa kukusaidia lakini kumbe wanakuingiza kwenye mnyororo wa maagano, unakuwa unashindwa kutoka. Sasa ili utoke, fuatilia, utaondoka kwenye maagano. Cha kwanza kabisa, ili utoke kwenye maagano inabidi uhakikishe uhakikishe umeokoka na kama haujaokoka basi, inabidi uchukue hatua, kwa sababu Mungu pekee ndo anayeweza kukutoa we kwenye maagano na maagano ya kuingizi Mungu. Wewe mwenyewe muamuzi wako, unakufanya uingie kwenye maagano kulingana na tamaa za kidunia. Sasa ili uweze kuondoka kwenye maagano ni wewe mwenyewe kuamua kutoka moyoni na kujiungamanisha na Mungu, kwa sababu ukisoma kitabu cha cha Kutoka 34 mstari wa 12, sema: jihadhari na nafsi yako, usije ukafanya agano usije ukafanya agano na wenye na wenyeji wa nchi ile na nchi ile unayeiendea lisije kuwa mtego kwako. ma kuna watu wengi wameenda kutafuta riziki, lakini wanajikuta katika riziki, wanaingizwa kwenye mfumo wa maagano, lakini wanashindwa kutoka. Lakini leo hii niko hapa kwa ajili ya kukuambia juu ya maagano. Sasa ili utoke zaidi, komenti hapo. Alafu nitakwambia siri ya kutoka kwenye maagano ambayo umeshindwa kutoka. Asanteni.